Meneja huyo huyo, mechi imeahirishwa, anawafungulia milango ya Yanga, anawaruhusu wakafanye nini, wakafanye homu hapo. Na kati anajua mechi imeahirishwa tangu mchana. Kwa hiyo hapo unapata sintofahamu. Kwa hiyo hata mechi zetu za kimataifa huyo anaweza akaja akafanya nini akatujua. Hapana. Hapana, Simba wana uwezo kufanya chochote kivyovyote, umeelewa? Simba atuaa kufuta matokeo kwenye mechi za ugenini tumemfunga Vita, tumemfunga Platinum. Nusikate sisi tumefunga sisi fraction nyumbani kwake. Ndio. Yes. Eh? Bravos tumetoa sare nyumbani kwake. Tumefuzu kupitia uwanja wa ugenini. Kwa hiyo natakwambia, tukitoka hapa, mfano tukenda Rwanda, tutashindwa wana Simba kwenda Rwanda kwenda ku support timu. Au Rwanda watakosa watakosekana mashabiki wa ku support Simba. Kwa sababu Simba inawakilisha East Africa. Maana yake unapozungumzia East and Central sasa hivi. Simba ndio mwakilishi wetu. Unatamani kuona Simba ikienda wapi? Mimi nadhani yeah. Uganda ndo ingekuwa sehemu sahihi sana, kwa sababu Uganda kwanza, tuna mashabiki wengi. Kuna watu walikuja, mashabiki wangu mimi na mashabiki wengi sana Uganda walikuja, sawa. Mashabiki ishirini na nne walikuja na posta yao ya chuo cha makelele kuja kuja kwenye, kwenye, kwenye kushabikia Simba kwenye mechi ya dabi kwa Uganda, na maana tuna mashabiki kwanza, tuna Emmanuel Okwi, kuna Juuko Murushid, umeelewa? Wote walikuwa tuna Mukwala, sawa Inatakiwa watu wa Simba tujaliane. Tuijali timu yetu na sio wenyewe tujaliane. Leo unaposikia mtu kama JB, mtu kama JB anafanya kazi same kama hii kwenye Dulan Tire. Wewe unatakiwa umsupport JB. Maana yake ukija kununua kwa mashabiki wenye wenye, wenye magari Simba sio wako wengi. Unakuja unamsupport. Kwa nini sasa ukanunua matairi mengine na no wakati JB sitini na nne anafanya kazi kwenye kampuni ya Dulan Tire? Ah uh, wana Simba hili tumelipokea positively na negatively tumelipokea positive na negative. Kwa nini tumelipokea positive? Kwa mimi, kama kweli kutakuwa na uwanja mwingine wa kwenda kucheza mechi zetu, itakuwa ni busara zaidi, kwa sababu ya huyu jamaa mwenye kijani na njano ameshatolewa kwenye mashindano. Kwa hiyo lazima atafosi na sisi tutoke, kwa kama tukiama nje hapa, itakuwa ni vizuri zaidi. Sisi Simba tunaifuata popote ilipo, bwana mtazamaji. Tumetia timu hapa maeneo ya Kariakoo katika mtaa wa Livingstone na Pemba eh, kuja kukutana naye Mwamba kweli kweli kweli. GB 64 kuchukua mbili tatu kutoka katika viunga vya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini imekuwa si kawaida kuja kukutana naye maeneo haya, tumezoea pale Karume unstoppable. Mambo mambo ni aje Bwana? fresh kabisa, eh? fresh kabisa kabisa. Eh, siri leo mpaka tumekuja hapa Tandamti na Livingstone Kariakoo ni nini hasa? Tumekuzoea unstoppable Karume, lakini leo simu imeita bana, njoni Kariakoo hapa E, ni mabadiliko tu ya kimaisha kutokana e, na mafans wangu e, mafans wa Simba sawa, ambao ndo wamiliki sawa wa hili duka la matairi ambao linauza matairi ya Duran e. Kwa hiyo mimi nipo hapa sasa hivi kama mfanyakazi, mimi nipo hapa kama mfanyakazi. Tunauza hapa matairi yote ya magari yote, matairi ya size zote ya magari yote, maloli, mabasi, magari madogo mpaka kilikuu vile vile unapata betri za gari zinapatikana hapa za size zote, sio gari ndogo, sio gari kubwa. Vile vile unapata black shoe maneno bwana zote zinapatikana hapa hapa katika du duka letu. Sawa la Dulan ambalo liko katikati ya Livingstone na Tandamti, Livingstone na Mtawapemba yeah. Una Livingstone Pemba pamoja na Tandamti, yani liko katikati. Ukija duka pekee la Dulan linapatikana li li li duka letu sisi. Kwa hiyo mimi niko hapa kama mtumishi sasa hivi kama mfanyakazi. Kwa hiyo nipo hapa napatikana sasa hivi hapa, sio tena mambo ya Karume, mambo ya chipsi, chipsi na nini. Sasa hivi niko hapa kama mfanyakazi. Kwa hiyo ukinitaka, sawa, unataka kufanya interview na mimi, basi lazima utakuja duka langu. Na of course sisi tutakuja, kwa sababu una mengi kweli kweli dukani mwako. Eh, bana, sasa tukiachana na hayo lakini, kwanza kwa yule ambaye anahitaji huduma kutoka hapa dukani E, matairi au betri anawapataje hawa jamaa e? Sisi hapa anatupata sawa. Unaweza ukatupata kwa kupitia namba GB sitini na nne kwenye Instagram yake, ukiingia utapata namba za simu za mabosi wake. Kwa mfano namba ya simu ya bosi wa kwanza ni sifuri saba hamsini na saba sabini na nne hamsini hamsini hiyo ndo namba ya kwanza. Unaweza ukafanya nini, unaweza uka, ukatupata namba nyingine sifuri saba kumi na saba sitini na saba kumi na nane arobaini na nne namba nyingine ni sufuri saba themanini na sita sabini na sita sabini sitini na moja. Hizo ndo namba tatu ambazo unaweza ukatupata uka na ukapata huduma zote za matairi yaliyokuwa bora ya Duran ya saizi zote, iwe maloli iwe mabasi au iwe ya magari madogo, hadi kilikuu nimekuambia, unaweza ukapata ukakapata mpaka bajaji yeah. unapata matairi yake vile vile, kuna black shoe, unapata vilevile, kuna betri za gari za saizi zote, sio za maloli za mabasi hata za gari ndogo zinapatikana hapa kupitia hizo namba ambazo zitakuwa zinapita chini ya matangazo katika interview. Bwana, mimi naamini kwa yule ambaye anakufuatilia GB64 atakuwa amepata kitu, kwa yule mmiliki wa gari, mmiliki wa bajaji eh, basi ni sehemu sahihi kuja hapa, lakini turejee sasa kwenye eneo husika kwa maana ya eh, ekundwa Msimbazi, Simba, leo imetoka taarifa kutoka kwa shirikisho la soka la Tanzania TFF kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umesimamishwa kwa matumizi kwa muda kutokana na kutokukidhi vigezo. Na kundi Msimbazi Simba, mwezi ujao mtakuwa na mchezo wa kimataifa pale. Hili kama wanasimba kwanza, mmelipokeaje? na wakati huo mnaambiwa kwamba mtafute uwanja mwingine ambao mtatumia kwenye mchezo wenu wa kimataifa dhidi ya Almasi. Uh, wanasimba, hili tumelipokea positively na negative. Tumelipokea Po positive na negative. Kwa nini tumelipokea positive? Kwa mimi kama kweli kutakuwa na uwanja mwingine wa kwenda kucheza mechi zetu itakuwa ni busara zaidi kwa sababu ya huyu jamaa mwenye kijani na njano ameshatolewa kwenye mashindano. Kwa hiyo lazima atafosi na sisi tutoke. Kwa kama tukiyama nje hapa itakuwa ni vizuri zaidi. Sisi Simba tunaifuata popote ilipo. Umeelewa? Kinegative ina maana baadhi ya mashabiki wa Simba watashindwa kufanya nini? Watashindwa kuisupport timu. Kwa sababu hawatakuwa na uwezo wa uwanja ambao una natural, natural pitch ni CCM Kirumba, lakini je kwa kipindi tunachoenda nacho hichi cha mvua kinaweza kikawa na hivyo vigezo kama Benjamin Mkapa kimekosa kime, kime vigezo kinatakiwa kifanywe maboresho. Mimi nadhani hakuna kiwanja kingine chochote Tanzania ambacho kitakuwa na hivyo vigezo, kwa sababu viwanja vya nyasi vingi vya nyasi bandia. Sasa nyasi bandia haziruhusiwi katika mashindano ya nini, mashindano ya kafu, especially kuanzia makundi kwenda nini, kwenda mbele. Uwanja wa Mane upo ticha uwanja wa Amani, Amani ni nyasi bandia. Amebadilisha sasa hivi amebadilisha, yeah. kama amebadilisha basi, utastahili tutaenda kuutumia uwanja wa nini? uwanja wa Amani. Lakini mi naamini kwa siku tulizopewa katika kufanya maboresho ya, ya, ya ile pichi, mi nazani tutafanikiwa. Simba ni mtoto wa kafu, si hatuna wasiwasi wala usitie na shaka, tutarudi Benjamin Mkapa. Ah, bana, na hapa hapo wakati wewe unasema kwamba pale ikiwezekana, pia mwondoke, jamani, atiatia mkono, yaani kuondoka pale itakuwa ni muhimu zaidi. Sasa, kishindikana utafanyaje? Lakini kuondoka ni muhimu zaidi, kwa sababu hawa wenzetu hawamo kama hawamo, umeelewa bwana, inawezekana wakaja kutufanyia hivi. Unajua, wa uwanja wa Benjamin Mkapa sasa mimi na kwa sababu ya kwanza kutokana na meneja meneja wa uwanja. Meneja wa uwanja huyo huyohuyo, anawazuia Simba wasiingia kufanya mazoezi, na katika kanuni ya kumi na saba ibara arobaini na tano inamruhusu Simba kwenda kufanya mazoezi. Sio, umeelewa? Meneja huyo huyo, mechi imeahirishwa, anawafungulia milango Yanga

Hapana, meneja uwanja unakuwa chini ya nani? Chini ya meneja. Na meneja anakuwa chini ya mechi kamishina, mechi kamishina yupo. Uwanja hautakiwi utumike tena kwa sababu mechi imeshaahirishwa. Ya Yanga alikabidhiwa uwanja kwa sababu ya matumizi ya nini ya mechi ya Dabi Simba na na Yanga. Yanga mechi, mechi imeshaahirishwa, taarifa zimetoka masaa matano kabla. Kwa nini wa wa ingi, wa wa nini? Waingie waende wakafanya kuwaruhusu baadhi ya mashabiki wa Yanga waingie. Yaani hilo swali atakuwa tujiulize. Kwa hiyo huyu meneja mimi ni wasiwasi naye, hata kwenye mechi zetu anaweza akaja. Oh, mle nyoya tu pale Benjamin Mkapa. Ah, pale si tunakula nyoya. Unaelewa kama uwanja wa Amani unakizi vigezo, Pemba vile vile una nyasi nini? una nyasi original, una kizi vigezo, ni bora kwenda kule kwenda kufanya nini? Kwenda kucheza nini? Kwenda kucheza mazoezi. Unajua Simba ilipofikia sasa hivi. Sawa eh. Inatakiwa watu wa Simba tujaliane. Tujali timu yetu na sisi wenyewe tujaliane. Leo unaposikia mtu kama GB, mtu wenu kama GB anafanya kazi sehemu kama hii kwenye Dulan Tire, wewe unatakiwa umsupport GB. Maana ukija kununua kwa mashabiki wenye wenye wenye magari Simba wako wengi, unakuja unamsupport kwa nini sasa ukanunua matairi mengine, na wakati GB 64 anafanya kazi kwenye kampuni ya Dulan Tire. Kwa hiyo nenda kamsupport GB 64. Ndio sasa hivi mpira ulipoelekea, huko kila mtu atamsupport, tumsupport boss wetu, sawa, kwa bidhaa zake, mo extra, maji ya maisha nini kila mtu anatakiwa akisapoti kitu chake ambacho kinayonufaisha Simba ndio, sio umeelewa, e. Kwa hiyo moja kwa moja, mimi nadhani itakuwa busara zaidi, kama kuna kiwanja kingine, basi tunapaswa kuondoka kwenda kutumia kiwanja kingine nje hapa, kwa sababu hawa jamaa, umeelewa, tulipo na wao wanataka wawepo. Hata uwanja wa Meja Samuel ule ule una natural pitch. Sasa sijui kwenye majukwaa na vigezo vingine kama utafauta kizi, lakini picha yake ni kubwa kama ya Benjamin Mkapa. Sasa teacher, tuje hapa, wekundu wa Msimbazi Simba wamezoea uwanja wa Benjamin Mkapa, si mashabiki si wachezaji, na ile asli ya Simba kabisa iko pale, labda kutoka kwenye uwanja ule kwenda labda kutafuta uwanja mwingine kwa ajili ya mchezo huo mkubwa wa kimataifa ambao nyinyi mnatafuta rekodi kwa misimu hii ya karibuni kwenda nusu finali kwenye michuano ya kombe la shirikisho ama michuano ya Kafu, haiwezi kuwa shida kwa upandeni Uh, kutu, kwa shida haiwezi kuwa shida kwa sababu sio kama tumependa. Ina maana ni Kafu ndio aloleta hayo maagizo, kama maboresho yatafanywa mpaka kukaribia kwenye tarehe, ina maana atakuja, watakagua kama itafaa. watu wewe atu, tatumia atu, ona, ina maana tusipoteza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tutashindwa kupata matokeo au tutashindwa kufaa lolote. Hapana, hapana, Simba wana uwezo kufanya chochote kivyovyote, umeelewa? yeah. Simba wana ari ya kufata matokeo kwenye mechi za ugenini. Tumemfunga Vita, tumemfunga Platinum, tumefunga nyumbani kwake, yes. Eh, tumetoa sare nyumbani kwake, tumefuzu kupitia uwanja wa ugenini, kwani atakuambia tukitoka hapa mbele tukenda Rwanda tutashinda. Wana Simba kwenda Rwanda kwenda kusapoti timu au Rwanda watakosa watakosekana mashabiki wa kusapoti Simba? Kwa sababu Simba inawakilisha East Africa, East and Central. Sasa hivi Simba ndo mwakilishi wetu ndio amebakia kwenye mashindano ya kimataifa hakuna. Tipi Mazembe hakuna, Esiviti hakuna, nani amebakia? Simba. Kwa hiyo pale tutakapokwenda kwenye hivi viwanja lazima tutapata nini? Tutapata support. Mashabiki kila sehemu, tuna mashabiki. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi, jua hilo, siwezi nikajitoa mchezoni au kuwatoa mchezoni mashabiki wa Simba kwa sababu ikitokea kwamba Simba hatacheza Benjamin Mkapa, kwa hiyo na maana Simba ndio itakuwa tayari ishapotea. Ndio. Umeelewa bwana? Eh. Kwa hiyo vitu hivyo havipo. Simba anapata matokeo sehemu yoyote, na Simba ana mashabiki sehemu yoyote, na Simba atapata na, na Uganda pa e, kwa maana ya mahoro pale ni miongoni mwa sehemu ambazo zinazotajwa sana kwamba wekundu kwa wa Msimbazi Simba wanaweza akafanya machaguo kwenda hapo. Kwa hiyo e, unavyozitazama nchi hizi mbili e, kwenye soka sasa hivi zilivyo, labda endapo wekundu wa Msimbazi Simba viongozi watafanya maamuzi ya kutoka nje ya Tanzania kwa maana ya kuto kwenda Zanzibar, kuna tamani kuona Simba ikienda wapi. Mimi nadhani Uganda ndio ingekuwa sehemu sahihi sana, kwa sababu Uganda kwanza, tuna mashabiki wengi. Kuna watu walikuja, mashabiki wangu mimi na mashabiki wengi sana Uganda walikuja, sawa, mashabiki ishirini na nne walikuja na posta yao ya chuo cha Makerere kuja kuja kwenye, kwenye kushabikia Simba kwenye mechi ya dabi. Kwa Uganda na maana tuna mashabiki kwanza, tuna Emmanuel Okwi, kuna Juuko Murushid Umenelewa wote walikuwa tunamkwala tuna yeah, mkwala. Ndio. Si umenelewa eh? Wanatokea Uganda. Kwa hiyo Uganda ndio ingekuwa bora zaidi. Sio Rwanda. Rwanda kule ni kwa upande wa timu ya timu ya pili. Upande timu ya pili kule Rwanda ni kwao. Familia. Lakini sio Simba. Kule ndio tunaweza tukaenda tukahujumiwa. Lakini mimi ninachohitaji Uganda kwa sababu Uganda kwanza hata yule Kitende mwenyewe anaipenda Simba. Yule tajiri wa Vipers. Ana uwanja bora sana. Tunaweza tukaenda tukautumia na hata mechi tulivyocheza na Vipers. Simba walikuwa na mashabiki wengi kuliko Vipers wenyewe. Mwenelewa na uhakika kabisa, kupitia ni kupitia Vipers ambao ni ndugu zetu, tunaweza tukaenda tukapata sapota kubwa sana. Kwa hiyo Uganda ingekuwa na busara zaidi, kwa sababu wachezaji wengi wa Simba wengi wametokea Uganda. Yes.